Ni kweli waliojaliwa uume mkubwa hawajui kuutumia kabisa, yaani ila. Wale walio na uume mdogo wanaweza show, ila ndo hivyo tena, hatuliziki nalo, nikamwambia nikamwambia, mmm, hilo nalo neno wako ushauri please. Okay, nimeshakutana na kesi kama hizi, yaani mwanaume ana ya uume mkubwa uliotosheleza lakini hajui nini ambacho anatakiwa kuweza kufanya. Yeye anaamini katika kupampu tu, tafikiri sio, ana anapampu nini au tafikiri labda anatwanga mboga au anatwanga kisafu katika kinu. Na mwisho wa siku, wanawake wengi wamekuwa wanalalamika kwamba hawafurahii tendo la ndoa, zaidi na zaidi wanaisha kuweza kupata maumivu. Lakini to the other side, mwanaume yule alio na uume ambao ni mdogo sasa huyu nakuta, anaweza show vizuri, ana nguvu za kutosha, lakini mwisho wa siku sasa mwanamke tena afurahi kwa sababu maumbile yale ni madogo. Kwa nini? Cha kuweza kufanya hapa, kila kitu lazima kiwe balanced hmm? lakini pia kunaweza, kuna uwezekano mkubwa una ume mkubwa, lakini haujui nini ambacho atakiwa uweze kufanya, haujui utumie mikao ipi. Ume unapokuwa ni mkubwa zaidi pia kuna changamoto zake, kuna mikao ambayo unatakiwa uweze kuitumia mwenza wako, badala ya ku, ya ku- ya ku, ya ku, ya ku ya kufurahia tendo anajikuta hafurahii tendo la ndoa. So zote hizi ni tekniki ambazo wanaume mtakuwa muweze kujifunza. Dokta Kuboja na video maalum ambazo zinazo kuongoza jinsi ya kuweza kumwandaa mwanamke, mikao gani ya kuweza kutumia, kuweza kufikia eneo lake la G-spot na kumfikisha mwanamke kireleni ama katika mshindo wa hali ya juu wakati wa tendo la ndoa. Kama unahitaji hizo video gharama yake ni shilingi elfu kumi na tano, sio bure, tafadhali.